Kwa hivyo, ndugu zangu, tunahitaji kuwa na dhamira ya kweli mbele ya Allah, ili ili tuje huku huku kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haitoshi sisi kujisajili tukuwa waislamu kwa shahada mbili, lakini udkhulu fi silmi kafa, ingia mtu katika Uislamu wa wote wote, sio umeingia hivi, miguu iko nje Likushinde jambo ambalo Allah tabaraka wa taala anajua kwamba hili liko nje ya uwezo wako, na ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah halazimishi mtu ila lilo ndani ya uwezo wake. Lakini pia amesema fattaqullaha mastata'tu, mcheni Allah fanyeni mambo ya kucha Mungu kulingana na uwezo wetu. Kwa hivyo asri zetu zimejaa mambo ya kutisha, mambo ya kusononesha, mambo ya madhara makubwa. Tuliwasema Waarabu wa jahilia kwamba wakizika vitoto bali, akiambiwa umepata mtoto wa kike anachukia kikweli kweli, dhalla wajuhu muswadda, mpaka uso una viadamu kumusi. Leo tumepita hapo. Mauaji, kila kitu, kila kitu, kila kitu. Hivi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema inna allaha kataba alihsan ala kulli shay, Mwenyezi Mungu amefaradhisha wema katika kila kitu, kila kitu. Hata ukila katonge kako, kavirige vizuri, ukiingiza tafuna ihsani, tafuna vizuri, sio huku vinatoka huku vinatoka, unaeta tena, hapana. Ihsani ala kulli shay'in. Kisha akachanganua fa idha qataltum fa ahsinu alqatl, ikiwa mnatekeleza adhabu ya kifo, basi mtu auawi vizuri, sio kwanza unamkata ulimi alafu vidole alafu masikio alafu unamtoa macho kwa nalalamika mpaka mwisho unamkata sehemu za siri unatungika kule mwisho, eh, ndio unamuua hapana widha qataltum faahsinu alqitla, wa idha dhabahtum, mtapokuwa mnachinja vichinjwa ni vitoweo, lakini faahsinu aldhibha, chinjeni kwa uzuri, kisu kikali na si vyema mbele ya wenzake wanaona anavyotokwa damu mwenzao. Baadhi ya ndege wakali sana, ukimchinja mwenzao mbele yao unaawe kazi, kama vile wale bata bukini na mfano wake lakini hawa wengine wanaishia tu kuongeza kazi kasi yaku tikisambawa. Sasa haitakiwi vile, tua moja mmoja mpaka mwisho. Takuta mtu amemchukua kuku sokoni, kamshika hivi kinyusi, ananing'inia, anakaribia kukapuka. Hapana, Mtume sala salama amesema ihsani katika kila kitu. Alifikia mahala mpaka akaingia majumbani kuwakemea watu wanaoparamia wake zao, katoka huko na, na hami yake hii kama anavamia kitu? Hapana, akasema anza kutanguliza mshenga. Sio mshenga umwambie mtu atakufikia, mwambie mama yako nataka hiki hiki, hapana. Anza mukaddimati, anza mambo ya upendo, lugha nzuri, mpaka jambo linafikia kufanikiwa. Ihsani ya Uislamu katika kila kitu. Leo jahilia, leo nakupa nukta moja, angalia yanayojiri Ghaza Gaza anayojimi, kuna utu mle, kuna Umoja wa Mataifa kama mataifa, basi labda mataifa ya wazungu hakuna. Na tukisema ule unyama, tunaongopea mnyama gani? Anafanya vile nitajie, mnyama anaeua mpaka mimba yuko wapi? Hakuna. Yaani ile ni, ni, ni hamajia plus yaani zaidi vichanga hata ukisema kwamba ana haki ya kujihami anajihami Israeli na watoto wachanga, anajihami Israeli na wajawazito. Lakini dunia imekaa kimya, jahilia imekaa kimya, dunia kimya. Tunashindwa angalau mtu akawa analani na kuombea Mungu, salama hatuna. Wewe Israeli bwana kidume kweli, bwana eh, umeona hiyo ghorofa zinavyodondoka kidume huduma ndio ule, yani ni maangamizi. Jahilia ya zamani na mtu achukua mwanawe anamtupa pale anamuua mwanawe mmoja tu, sio kuangamiza yale, ni maangamizi. Dunia nzima iko kimya. Kama watakujua tofauti baina asrina wa asri nabii sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndio asri yetu, kwamba roho ya mtu haina nafasi, uhai wa mtu hauna nafasi, uzima wa mtu hauna nafasi, mali ya mtu haina dhamana. Anaweza mtu akakuchukulia mali yako na hunapakulilia uweza, ukafungia akaunti yako, chukulia hela zako, huna pakulilia, ba kelele aunawwe takaupote. Ndio dunia tulaishi, hivi iko hivi, tuko hivi, hii ndio jahilia ya wakati huu. Kama kuna swali limekusudiwa, tofauti ya zama zetu na zama za Mtume Muhammad saa salam, ni kubwa mno. Zama zetu ni uovu mtupu, ndio unishika nafasi kubwa, na ndio maana hata ukikuta vitu vya kimaendeleo, maendeleo yenyewe asilimia kubwa yanamsaidia mtu kutoka kwa Allah kuja kwa shetani, asilimia kubwa. Tunaye maendeleo alhamdulillah ziko ilmu zenye makali pande mbili kama vile television na mfano hapo. Swali ni kwenye masaa 24 au masaa sita tunayoangalia television ni muda gani huo, tunaangalia mambo ya, ya kutukurubisha kwa Allah? Watu wanahujua, kila mtu utumani utumani utumani utumani ya Mungu yako hapa i utumani, inaanza saa ngapi? Inaanza saa tano ya Mire, utumani, ba, hey, inaaza, sa, tani, usiku ile mpaka saa tano ya usiku ushasali witri angalau ushafanya kitu gani? ni yani, kwa kweli basi, kama mtu ungekuwa una uhakika wa mia kwa mia kwamba kwa, kwa salio nilionalo nikifa, Allah atanipa japo kwenye mchururu wa pepo nikaloana pale, wallahi ungesema nichukue. Lakini unaona naweza nikaondoka leo, sina chochote mkononi, lakini wallahi wakati wetu ni mweusi, ni wakati ambao tunaishi katika jahilia ya karne ya 20 na kama tutakubali kufanya mabadiliko naam. Na hizi nyingi ni wasaili, ni nyenzo za kufanyia mambo ya kumridhisha Allah, tabaraka wa taala. Tuna urahisi wa kutembea na misaafu bila ya kubeba zigo, naingia msalani unazima tu, hakuna kitu kinabaki kilubwasha. Unaweza ukatoka zako hapa ukata kwingine, una mavitabu shehena nzima bila ya kuona uzito, ni neema lakini ile jahilia tulionayo inatufanya hizi neema tunasumia kwa namna isiyoweza kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Tukirudi huko kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huku utakuta misingi yote. Maana ake haya ni mataja machache, lakini kwa maana hii sisi huku kubaya katika kila nyanja. Nyanja kidini hatuko vizuri, kisiasa hatuko vizuri kijamii hatuko vizuri, kiuchumi hatuko vizuri. Nikisema uchumi hatuko vizuri, maana yake sio kwamba tuna hela kidogo. A, a, tuna hela nyingi. Uchumi mizuri, uchumi, riba, dhulma, unyang'anyi, uchumi mzuri. Uchumi uepukane na riba uepukane na dhulma uepukane na unyang'anyi, ndio uchumi mzuri, sio unanyang'anya mimi, unachukua wewe, hiyo bado. Sasa hivi tuko hivi, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam katika enzi zake kila eneo liko vizuri, kila riba haramu, dhulma haram, unyang'anyi haram, haram. Ulaghai haram, udanganyifu haram, bali hata ukipa pewa kitu na mtu ni hifadhie kifuko kile, labda uone huu umechanika, hata hivyo utachukua mwingine uvike, lakini huruhusi hata kufungua ile kamba. Sasa haiko hivyo, mtu anauza kofia ya mtu, iko kwenye basi ile. Unaitaka za kikomoro zile, laki moja na themanini. Okay, subiri, mara moja, subiri. Yes, gari tu weka gia namba moja hiyo. Hey, kofia yangu! Sasa vinauzwa vitu, kofia inauzwa, iko kichwani mwako, anaambia unaitaka? Kama ile ndio naitaka basi nipe kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa dhamana hii na Allah tabaraka wa taala, kweli zama alizikuta mbovu kama hizi. Ndio maana tunasema jahilia al ula, hii ni jahilia ya karne ya ishirini. Muda wote wa risala alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anajenga umma uliokuwa imara umma wenye upendo, umma unaozingatia haki na maadili, umma unaozingatia kila mtu ana haki sawa na mwingine mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watazidiana watu kwa kitu hichi kimoja, inna akramakum indallahi atqakum. Kwa wakati ule hata walionekana baadhi ya watu wajanja janja, mtu anazunguka Alkaaba pangine anaona apewe kipaumbele wewe dogo nini, tuli asema, hapana bwana, hapa Mwenyezi Mungu amesema sawaan lakifu fihi walbadi, hapa kwenye Kaaba Allah ameweka haki sawa, alakifu fihi mkazi wa hapa walbadi na yule wakuja. Wewe kama unacheo, una ukubwa wako, pengine una cheo na watakulinda watu wako, tu usiumize, lakini uweze kuniambia nisubiri kwanza. Haya ndio alikuja naye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini Maka ile ile, nilisema hata ile jahilia ya kwanza ilikuwa baadhi ya maeneo ina nafuu. Kuna kipindi maka walikuweko vijana wahuni, wakimwona mtu huyu mgeni, mgeni tu hapa, anashangaa shangaa, anaweza akaporwa, akapigwa mali zake, kama sasa hivi mtu anakuminya hivyo. Kama mzee kuwa mstaarabu, usingezie watu hapo, wewe mwenyewe unaelekeza ziliko. Nyingine zile nyingine wanahakuzifikiria kiunamwambia na mfuko wa nyuma zipo uepukani na hii kabali iliyo stadi Aliny, alinyang'anywa mtu Maka pale kimaonevu, piga kelele, watu wanatoka, wanyang'anyaji wamesambaa. Watu wa Makka walikaa kikao, Makuraishi wale, pamoja na ujahilia wao, ndo maana nikasema kuna afadhali pia, walikaa kutafakari kuunda jumuiya au taasisi au chama kiite kazi yake kutetea hawa watu wanaonewa onewa, na maamuzi yakawa kuanzia tarehe ya leo. Walikaa kwenye nyumba ya mtu mmoja akiitwa ibnu Judaan, wakajadiliana wakatoka na maamuzi kwamba kuanzia leo akidhulumiwa mtu yeyote hapa, awe mgeni awe nini awe nini, sisi sote tutaungana kuhakikisha huyu mtu anapata haki yake na anashughulikiwa huyo mnyang'anyi, huyo aliyechukuliwa ichake ni wakuja tu, hana ndugu hana jama, jamaa. Jambo hili lilifanyika wakati ule bwana Mtume swalla so sallam bado ni kijana, hata haja, hajapewa hii dhamana ya kufanyia kazi ya utume, lakini ni jambo nzuri, na tunalitolea ushahidi kwa sababu Mtume mwenyewe baada ya utume ameliunga mkono, amesema: lakad shahadtu hilfan hilf ni umoja wa kujihami mnaosoma sira mtakuta kuna hilfu alfudhuli iko mle wanaosoma soma sira hata zile kina, kina, kina, kina Nurul Yaqini mtakuta kuna kitu kinaitwa hilf alfudhuli yaani umoja wa kujihami ndio hilfu sasa anasema nilihudhuria umoja huu wa kujihami fi dari ibn judan nyumbani kwa mtu anaitwa ibn judan Bwana Mtume swalla salam amesema, lau duitu limithlihi, lau kama ningealikwa nikaitwa kwenye jambo la maana kama hilo fi lislami, katika Uislamu. Baada ya kuanisha kuwa Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, na nikaitwa kwenye jambo kama hilo la ajabtu, ningeitikia wito, kwa sababu so, ni jambo limeasisiwa ili kutengeneza kheri, kuwatetea watu wanaoonewa wanaodhulumiwa vyao eti kwa sababu yeye ni wakuja hapa, hana mtu wa kumsaidia. Ukiangalia mambo kama haya kabla hajawa na hata baada, utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi chote cha risala ilikuwa ni kipindi cha kusafisha ile asri nubua iwe ni asri ya maana, ni kujenga utu, kujenga ubinadamu na kujenga haki na kuhakikisha hakuna maonevu. Mapambano hayakuwa ila kujitetea na kujibu, famani atada alaikum, mpaka pawe na itidaa. Mtu kafanyiwa jambo la kiuchokozi la kimaonevu, na yeye ndo anakuja anajibu. Mapambano si kama haya, si kama haya, hayo magengo unaosikia Umoja wa Mataifa yana watu wake maalum, tena wanaweza kukaa watu wengi. Sasa jamani, yale maonevu wanawe mnasemaje? Ikiwa hivyo iyo kadha atokea mtu mmoja sasa. Hapana, hayayeni yote upuzi. Sikilizeni yangumie, yani ili usaidiwe, wana watu wao maalum.